Hey, ni wewe unaniamkia nini? Tunaamkiana nini? Mm hicho -hmm. huh? Kizamani hicho. Nisikilize hapa, mimi sikuja kwa kuamkiana, bwana kijana. Kila nikikuona roho yangu Nimekupenda ambia, oh, nikondondondo, ila nikikuona tu roho yangu nafanya ti ti ti ti <laughs> na maanisha nimekupenda <laughs> Sasa wewe si mzee kabisa, unanipendaje mimi mimi <laughs> mzee ni mzee? hm? kijana kabisa ila ni maisha tu <laughs> <laughs> <laughs> Bibi, kweli, Sujeto, ujana, akari, bibi kwa yamenipiga bibi kweli ana sio hata ujana wako ukiwaje, bibi, mimi siwezi kuwa na mahusiano na wewe mkatafuta zeezio sawa? Sasa nasema hivi